Vodacom, kazi ni kwako. Baraza Kuu la Uongozi wa Taifa, yani ya chama cha Civic United Front, chama cha wananchi CUF, likiwa ndio li chombo cha juu cha maamuzi katika chama baada ya mkutano mkuu wa taifa, limefanya kikao cha dharura leo tarehe 28 Januari 2016 katika ofisi kuu ya CUF mjini Dar es Salaam. Kikao hicho kilikuwa na ajenda moja tu ambayo ni kufanya maamuzi kuhusiana na tangazo la mwenyekiti wa tume ya uchaguzi wa Zanzibar la kuitisha uchaguzi wa marudio. Baada ya kujadili kwa kina tamko hilo la mwenyekiti wa tume ya uchaguzi wa Zanzibar Jecha Salum Jecha la kuitisha uchaguzi wa marudio tarehe 25 Machi 2016. Oh, sorry, tarehe 20 Machi 2016 na mwenendo mzima wa hali ya kisiasa Zanzibar tokea alipotoa tamko lake batili tarehe 28 Oktoba 2015 kudai kwamba amefuta uchaguzi mkuu Zanzibar wa tarehe 25 Oktoba 2015 na matokeo yake, baraza kuu la uongozi wa taifa limefikia maamuzi yafuatayo. La kwanza kwamba uchaguzi mkuu wa Zanzibar umeshafanyika tarehe 25 Oktoba 2015, ambapo kwa upande wa uchaguzi wa wajumbe wa baraza la wawakilishi na madiwani ulikwisha kamilika na washindi wote kupewa shahada za kuwathibitisha za na kuwatambua kama washindi halali. Kwa upande wa uchaguzi wa rais wa Zanzibar, matokeo yalikwisha bandikwa nje ya vituo vya majumuisho vya majimbo yote 54. Kilichokuwa kime, kime, kinaendelea baada ya hapo ni kuhakiki matokeo hayo kutoka majimboni, na kazi hiyo ilikwisha kamilika kwa majimbo 40 na e, kati ya, kati ya hayo matokeo ya uchaguzi wa rais kwa majimbo 31 yalikwisha tangazwa kabla ya mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Salum, e, Jecha kutangaza Salum, isivyo halali kwamba ameufuta uchaguzi huo. La pili, ni kwamba Chama cha Wananchi kafu hakitoshiriki katika uchaguzi wa marudio uliopangwa kufanyika tarehe 20 Machi 2016 kwa sababu uchaguzi huo si halali kwani uchaguzi halali ulishafanyika. Ninaomba kurudia hi, hi, hili hapa kwamba chama cha wananchi kafu hakitoshiriki katika uchaguzi wa marudio uliopangwa kufanyika tarehe 20 Machi 2016 kwa sababu uchaguzi huo si halali kwani uchaguzi halali ulishafanyika. La tatu ni kwamba linatoa mwito, baraza linatoa wito kwa Wazanzibari wote wanaoipenda nchi yao na ambao wanaamini katika utawala wa sheria, demokrasia na kuheshimu katiba na sheria za nchi yetu, hutoshiriki katika uchaguzi huo usio halali wa marudio. La nne ni kwamba sababu kuu ya baraza kuu kufikia maamuzi haya ni kutokana na matamko yote mawili ya mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Zanzibar Jecha Salum Jecha hutokuwa halali na kwenda kinyume na katiba ya Zanzibar na sheria ya uchaguzi ya Zanzibar namba 11 1984. Eh, hakuna kifungu chochote cha katiba ya Zanzibar au sheria ya uchaguzi ya Zanzibar kinachotoa uwezo kwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya Zanzibar na hata kwa tume yenyewe kufuta uchaguzi au kuitisha uchaguzi wa marudio. La tano ni kwamba linazipongeza baraza, linazipongeza na limetiwa moyo sana na taasisi za jumuiya zote za kimataifa na kikanda, zikiwa ni pamoja na Jumuiya ya Madola, the Commonwealth, Umoja wa Ulaya, European Union, Umoja wa Afrika, African Union, Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika, SADC, na Jumuiya ya Afrika Mashariki, EAC pamoja na nchi za Marekani na Uingereza kwa msimamo wao wa kuungana na Wazanzibari na kutetea haki yao ya kidemokrasia na maamuzi halali walioyafanya katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 25 mwaka 2015 na kutaka mchakato wa uchaguzi huo ukamilishwe na matokeo yake kutangazwa. La sita ni kwamba linazipongeza na kutiwa moyo pia na taasisi za hapa nchini zikiwemo taasisi na jumuiya za kidini, taasisi za haki za binadamu, vyombo huru vya habari, vyama vingine vya siasa na Wazanzibari na Watanzania wote wanaopenda amani na demokrasia kwa msimamo wao wa kutetea maamuzi ya wazanzibari walioyafanya katika uchaguzi mkuu wa tarehe 25 Oktoba 2015 na kuendelea kusisitiza haja ya kuheshimu na kufuata katiba ya sheria na sheria za nchi yetu na pia haja na umuhimu wa kutunza amani ya nchi yetu kwa kutaka haki itendeke, baraza kuu linazihakikishia taasisi na jumuiya hizo zote na pia kuwahakikishia Wazanzibari na Watanzania wote kwamba kafu itaendelea kusimama kidete katika kulinda na kutetea katiba na sheria za nchi yetu na pia kutetea maamuzi ya Wazanzibari ya walioyafanya tarehe 25 Oktoba 2015. La saba ni kwamba limesikitishwa na kushangazwa na kitendo cha msajili wa vyama vya siasa Jaji Francis Mutungi kuandika barua na kutoa taarifa kwa vyombo vya habari kutaka vyama vyote, vyote vya siasa vishiriki uchaguzi vyama vya siasa vishiriki uchaguzi wa marudio uliopangwa kufanyika tarehe 20 Machi 2016 bila ya kujali kwamba uchaguzi huo ni haramu na unakiuka matakwa ya katiba ya Zanzibar na sheria ya uchaguzi ya Zanzibar namba 11 ya 1984. Kwa hiyo baraza kuu halikutarajia mtu mwenye hadhi ya ujaji kufanya kazi ya kutumikia maslahi ya watawala ambao wameamua kuvunja katiba na sheria za nchi yetu, na kukanyaga misingi ya haki ya demokrasia huku akishindwa